Hatutaki pointi za mezani, si pointi, tunataka za uwanjani, manisikia? Kwa sababu gani? Simba timu ya mpira, awa wenzetu wamezoea kucheza vijora seriously. Aa, yeah. Hey, wenzetu wamezoea kucheza vijora, umesikia? Alafu kwenye lego yao ile kuna boxing, manisikia? Yeah, kuna mdako alafu kuna mpira, wachague moja katika ile, kwamba wanaenda kwenye mgumi au wanaenda kwenye nini Kwenye? kwenye mdako wachague, hilo kwenye, wachague wenyewe, eh wachague, ndio hatutaki chuprichupri kwenye football, mnasikia. Ndio maana tumetoa marefa kutoka nje. Enjoy, enjoy game leo. Waongeki wa wale mjomba, nimekuambia tena, waongeki wale ataki, ujue kama ni wale waongeki. Kwa sababu gani wanachezesha mechi kubwa kubwa? Umesikia, achana na hapa oh. Mnisikia? Na ndio maana yule yule Msingida yule amekataa, lawama si walimpenyesha, ehe, baada ya kumpenyesha baba akasema, mimi na nanyoosha tutatuta faulu faulu. Sasa jamaa zetu si wamezoea hivi kona kona. sasa hapo itakuwaaje? kwa wow, hawa nje. watataka kona kona, wanamjua nani Anakujua anijui hata mimi pia anijui. Torehaji, mambo ni mimi naitwa Bwana Francis Rafael kutoka Arusha, Chuga kuifuata adabi Kingi ndio kinamshindo. Mshindo na Simba mwenda pole ndiye mla nyama. Yaani, taratibu tunaenda sisi, huyo ana atoki leo, leo atoki atoki. Nakwambia atoki. Kabla hapo atoki. Hapo atoki taarifa, si umeiona kwamba tunakuja Simba, lazima tuje yeah. Na ndio maana umenisikia, hii mechi sio yetu, mechi hii ya Yanga umenisikia, sisi ni wageni umenisikia. Kwa hiyo yeye ndo anatakiwa kutangaza umenisikia, mi siwezi kumtangazia kwa sababu ile si mwali Mnisikia? hii ni kama send off. okay. Mnisikia? Bibi harusi ndo anatakiwa aandae aandae sherehe sherehe, harusi baadaye. Dakika tisini. Dakika tisini. E, ndo sherehe nazifanya leo kwanza, kwa namna ambavyo kimya kimepigwa kingi, kwa namna moja ama nyingine, kama mashabiki waliingia unyonge hivi kuelekea leo, mashabiki, mudi yenu ipoje na matumaini yakoje? si matumaini yetu yako fresh? Mnisikia? Alafu sisi Simba uaga ni kimya kimya, mnisikia? hatuna mambo mengi umenielewa? yaliyotokea huko tuachane nayo. Tuna focus na nini? Na dabi, mnasikia? Tuna focus na nini? Na dabi. Kwa sababu gani? Hii dabi, mnasikia, tunaitaka sisi. Point ngapi? Point tatu, tunazihitaji afe kipa, afe beki, ababake lazima, babake lazima nichukue, nichukue lazima, lazima jeuri, jeuri. Nataka nikwambie nachukua na kiba. Sawala yuko nyanda huyo, kamera. Babake yule ni hatari Hakuna golikipa kama yule Tanzania hii mtafute, uniambie. Eh. Eh. Yule anadaka mpaka upepo, unajua upepo, anadaka upepo, wewe ulishadaka upepo? Yule sana daka upepo anadaka upepo eh, amini usiamini, hapo hujamtaja mkandaji, nimekuambiaje upepo. <laughs> Eh. Achana kibu eh, kibu yule akipiga shuti lake yule si anavuja mpaka nguzo, achana eh. Eh, kibu yule kawaida yake eh, kibu anaelewa kama ile jamaa ataka bandama maini frigisi zinapasuka, mwekeni golini, si mnasema sio jiji diara? yeah. Yeah, si screen protector, mi navunja ile shuti la Kibu, navunja screen ile. Wasimweke ule waeke ule mtoto ule kidogo, at least anaweza kamonea huruma, anaweza kamonea huruma kwa sababu ni mtoto, unisikia. Lakini akija ule, kwa jina la Mwenyezi Mungu, tuna hasira na hii mechi, tuna hasira, tunataka ubingwa, tunataka ubingwa, hakuna kitu kingine, na ndio maana umeona tumekaa kimya tunataka ubingwa, na siku zote Simba mwenda pole ndiye mla nyama. Oh, mlikuwa mnawachora tu, yani si tulikuwa tunawachora, umenisikia yeah? Lakini game lazima tuicheze, umenisikia? Hatutaki point za mezani, si point, tunataka za uwanjani, umenisikia. Kwa sababu gani, Simba timu ya mpira? Au wenzetu wamezoea kucheza vijora? Seriously eh, yeah. Hey. Au wenzetu wamezoea kucheza vijora, umenisikia Alafu kwenye lego yao ile, Aha. kuna boxing umenisikia, kuna mdako Aha. afu kuna mpira, wachague moja katika ile kwamba wanaenda kwenye mgumi au wanaenda kwenye nini kwenye, kwenye, mdako. kwenye mdako wachague ile wachague wenyewe e, wachague wenyewe kwa sababu mpira naona umewashinda, umesikia mpira umewashinda, ah, Mnisikia? Chupri chupri maduka nimeziba mjomba. Kulikuwa na maduka? Kulikuwa kuna maduka. Umenisikia? Sasa yale maduka mimi nimeziba. Ndio. E. Eh. Haki ya Mungu, vile walai, nakwambia nimeziba maduka. Kwa leo uhakika. Uhakika. Enjoy game. Enjoy game. Eh? Nakosaje dabi? Na ndio maana nakueleza tena, alihitaji marefa kutoka nje nani? Nyama. Mnyama, chupri chupri hatuhitaji kwenye football. Meskia man? mesikia man hatutaki chupri, chupri kwenye football nsikia? Ndio maana tumetoa marefu kutoka nje. Enjoy game leo. Awaongeki wale mjomba, nimekuambia tena waongeki wale, hatutaki ujue kama awaongeki wale. Awaongeki kwa sababu gani? Wanachezesha mechi kubwa kubwa, mesikia? Achana na hapa Mnisikia, na ndio maana yule yule Msingida yule amekataa lawama, si walimpenyeshea? Ehe. Mnisikia bado kumpenyeshea Baba akasema mimi na nanyoosha tutatuta tuta, tuta, faulu faulu he. Sasa jamaa zetu si wamezoea hivi kona kona, sasa hapo itakuwaaje? kwa wow, hawa wanje watataka kona kona wanamjua nani? Wewe anakujua? Anijui hata mimi pia anijui lakini ananisikia huko kimataifa. Eh. Anajua hii familia. Anajua familia yake kimataifa. Anamjua hadi anamjua hadi. Anamjua Simba. Yanga ameanza kuingia lini? Acha bwana. Eh? Yanga ameanza kuingia lini? Anachezesha na wale wa South Africa Mamelodi. Nakwambia hivi atawaua tu. Atawaua. Ubaya ubwela anafanya kazi. Nimekwambiaje? Ata ile kauli ya ubaya ubwela ndio ina. Ndogo mdogo. Au sio? Ndogo mdogo mpaka baadaye inatambaa unasema tarehe eh, nane. Ubaya bwana ilikuwepo tarehe nane, umenisikia? Tarehe nane, labda nikudokeze kitu Dira. kuna kitu ambacho hujakielewa. Ile siku ilikuwa siku ya watu gani, Dira? ile siku ilikuwa siku ya watu gani baba Dira? eh eh, duniani wanawake wa eh? wa wa yeah. Ni kwa nini walinizuia tarehe saba nisiingie nani uwanjani hapa? shida ilikuwa nini? Wanajua wao. Eh? Wanajua Wanajua wao. wao. Sasa wangeniruhusu niingie ndio waelewe kwamba mama nani kati ya mimi na wao siku ya kina mama ili, ilikuwa ni ilikuwa ya kina nani. Unasikia? Yule nilikuwa na mkanda za kutosha na ndio maana alinizuia Eh, ndio maana alinizuia. Basi kwa bana uendelee na, na shamra shamra ukisubiria ya mchezo. Yaani hapa nasubiria game, eh, eh, game kwa sababu nimetoka chuga. Umenisikia? Eh. Hii game nilikuwa naitamani. Umenisikia? Ndio. eh, hii game nilikuwa naitamani. Umenisikia? Ndio. Ndio maana nimetoka chuga mpaka da. Mbaki. Karibu sana da. Asante sana. Nyama yupo. Eh. Eh. Eh. Eh? Eh. Nyama Nyama yupo. yupo. Na yupo sana. Asante sana. Na atawawakilisha zaidi. Hakuna timu kubwa kama Simba Tanzania hii. Shukrani sana. Asante sana. Kazi njema. Ah, shukrani.